Katika video hii, utajifunza jinsi ya kutumia Green Energy FX 1. Lazima uelewe kwamba ili kutumia Green Energy FX 1, unahitaji kutembelea kwa kwenda www.greenenergyfx1.ltd. Tuna uwekezaji mdogo wenye faida kwako. Faida ya asilimia mbili kila siku, na angalau dola 25 kwa saa 24 kwenye mpango wa wanaoanza moja. Faida ya asilimia nne kila siku na angalau dola 50 kwa saa 24 kwenye mpango wa wanaoanza mbili. Faida ya asilimia 8 kila siku na angalau dola 200 kwa saa 24 kwenye mpango mkuu moja. Faida ya asilimia 15 kila siku na angalau dola 500 kwa saa 24 kwenye mpango mkuu 2. Faida ya asilimia 30 kila siku na angalau dola elfu nne kwa saa 48 kwenye mpango mkuu tatu. Ili kuunda akaunti bof ya jisajili ingiza maelezo yako yote yanayohitajika kwa usahihi. Hongera, akaunti yako imeundwa. Sasa bofya ingia. Ingia ukitumia jina lako la mtumiaji na neno siri. Karibu kwenye dashboard yako. Nenda kwenye mipangilio na usasishe njia yako ya malipo. Kisha rudi kwenye dashboard. Ili kuanza uwekezaji wako, bonyeza amana. Chagua mpango wako wa uwekezaji, ingiza kiasi chako, chagua njia yako ya malipo, kisha bofya matumizi. Nakili anwani ya malipo ya kampuni na utume pesa. Bandika kitambulisho cha muamala kwenye kisanduku kilicho hapa chini, bonyeza akiba. Hongera. Sasa ili kuwekeza tena kwenye jukwaa, rudia tu hatua zote tena, lakini wakati huu, chagua njia ya malipo kama akaunti. Hongera, uwekezaji wako umewashwa. Kutoa ni rahisi sana. Bonyeza kutoa pesa. Chagua njia yako ya malipo. Ingiza kiasi kisha andika maoni. Bofya ombi. Hongera. Tafadhali tutembelee sasa katika www.